Sabaki yoye! Fika Supreme Court, hakuna court nyingine, Republic of Kenya juu ya hiyo haikuwa pesa halali, ilikuwa hongo. Walikuwa wananihonga ili nisiweze kuwa kwa debe, na mimi nikasema ili kuhifadhi heshima ya wana Magarini na heshima yangu ya uongozi ni lazima nitafute mbinu ya kuweza kuwa kwa debe. Ndio DCP wakanihifadhi wakanibeba, na kwa sasa tuko kwa debe na tunaomba tuweze kushirikiana ili tuweze kukomboa Magarini yetu hii. Mimi nasikia ati serikali nzima iko hapa ati kwa hakikisha wamemnyima tena ushindi, ati wanapanga watamwibia yeye kura, ati wanapanga wamekuja na mapesa. Naomba kabisa tafadhali, tupigie Stanley Karisa Kenya ili tuje naye pale bunge tuweze kuwatetea. Hii ni mwanzo wa mambo ya kuleta oda kwa nchi yetu, kusema Kenya must change na Kenya haiwezi kuendelea vile vile hawa ambao wanakuja usiku usiku na kujaribu kuharibu nia za wazalendo.